Zaia sasa, ilikuwaje? Ibada zilikuwaje? Mfumo ulikuwaje? Msingi uliokuwapo wakati huo ilikuwa hawawezi kufanya jambo lolote la Kikatoliki. Kwa mfano, Wakatoliki wao wanatumia lozari moja, imani yao wanaamini katika kitu kinaitwa lozari, na hii ilitokana na msingi. Wanaamini kwamba kuna watoto wanaitwa watoto wa Fatima walitokewa na Mama Bikira Maria uh, Mama Bikira Maria ambaye aliwatokea watoto watatu wa Fatima ambao aliwaambia wasali Rosali. Kutokea hapo Katoliki sasa ndio ikaondoka na hilo jambo linaloitwa habari ya Rosali. Ni kitu ambacho hakiko kwenye Biblia, ni mapokeo ya kibinadamu ambayo Mungu ametuonya nane tusipokee mapokeo yoyote ya kibinadamu. Sisi tuna mapokeo mamoja tu, mapokeo ya kimungu. Mapokeo gani? Neno mapokeo linatokana na neno kupokea, maana yake ni kitu kilichopokelewa kutoka kwa Mungu. Mungu alileta mambo akayaleta kwa mitume, akayaleta kwa manabii, manabii wakapokea, manabii wale wa kale wakapokea, walipopokea wakayaandika. Kwa hayo ya kimungu yameandikwa wapi? Kwenye Biblia. Kwa hiyo tuna mapokeo mamoja tu inaitwa mapokeo ya kimungu, yaani Biblia. Hatuna mapokeo mengine. Sasa kolozari ilikuwa ni mapokeo ya kibinadamu, ilikuwa ni mapokeo ya kibinadamu. Upentekoste kwa miaka yote wali hawa hakuwahi kutumia kitu kinaitwa lozari, kwa miaka yote hawajawahi kutumia kitu kinaitwa lozari. Kwa hiyo utaona sasa uh, tulipiga mar, eh, marufuku tulipinga bali habari ya rozari tulipambana na kitu hiko na, na rozari ilikuwa ni sehemu, kwa mujibu wa Pentekoste, ilikuwa ni sehemu ya ibada za miungu. Rozari ilikuwa ni sehemu ya ibada za miungu, lakini leo shetani ameingiza lozari katikati koste, ameingiza, ameingiza uh, lozari modernly, ameingiza kwa mfumo wa kisasa. Ameingizaje lozari hiyo? Lozari leo kuna watu wanaitwa wachungaji, wanaitwa mitume, wanaitwa manabii, wanavaa lozari za kisasa ambazo ni chain ndefu ambazo zimefungwa msalaba, zile ni rosari, zile ni rosari za kisasa. Kwa hiyo unawezaje kujita mpentekoste? Hawa ni wapentekoste tu kwa jina, lakini kiuhalisia hawa ni Wakatoliki, ni Wakatoliki tu kasoro jo. Na sasa hivi hata mna majoo wanatinga, eh, ni Wakatoliki tu ni wa, wa Katoliki kivitendo vyao ni wakatoliki kabisa. Sio hilo tu, nikueleze jambo jingine ambalo linazungumzia habari habari ya, ya ukatoliki kuingia katikati ya wapendekonse zamani. Ndivyo ilivyo ibada, ibada za Kikatoliki kwamba unapoingia katika geti, mimi nimekuwa mkatoliki kwa miaka, unapoingia katika mlango kuingilia eh, kule katoliki kuna kuwa na unakuwa na bakuli ambalo wewe una unachovya maji, wanaita maji ya baraka. Ukiyachovya yale maji, unapiga ishara ya msalaba na wanasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wanachovya ma maji ya baraka, leo yameingia maji hayo hayo, yanaitwa wamebadilisha jina kidogo, wanaita maji ya upako, wanaita maji ya upako. Inaonekana kama Yakobo ni, ni mapacha hawa. Hilo ni jambo jingine ambalo nimeonyesha, nime habari <coughs> ya maji maji, si uh... Lakini jambo jingine kama ilivyo kanisa Katoliki <coughs> Kanisa Katoliki wana kitu kinaitwa uh, ni